Alipataje lisensi yake? Na license lazima upate land owners consent, na sisi kama members, hakuna siku wamekuja kwetu kuomba consent. Kile kitu wamefanya, wameingia kwa kadasta wakahongana, wakafunga shamba kubwa sana, na wamefungia migodi ya artisanal miners zaidi uh, ya vikundi 30 hiyo. Yes. Yani, prospecting consent haja hajawifanya kazi, hajaonyesha haja mali alifanya prospecting. Na ya pili, hata alipata leseni, tunataka tuone wapi ripoti ya prospecting ndo aseme kwamba alifanya prospecting sehemu gani ya, ya tatu ndo aidhinisho uh, uh, uh, uh, uh ili ende kupata mining permit. Lazima apatiwe uh, nani, uh, consent ya mining na land owner consent. Consent ya kwanza ni prospecting, alete uh, report na coordinates. Ya pili ni mining consent. Zipo wapi resolutions zilizokuwa zime zimepasishwa hapo? Ilikuwa ni kwamba shughuli zote zisimame na tungoje siku ishirini na moja kutatoka suluhu ambayo itatuongoza kwa kusema ni kamati ipi ambayo itakuwa legal na ambaye itaongoza hiki chama? Wengine ambao hatuko wako nao katika mkutano wa alhamis wiki iliyokwisha, hawakuwepo pale, ndio wenyewe tumewapata hapa, ambao ndio wanaongoza hii kazi ya kuendelea kukata pori hapa.